Serikali yaagiza mapitio ya kurekebisha tofauti za mishahara kwa watumishi wa afya. Katika hatua madhubuti ya kushughulikia kwa kina tofauti za mishahara zilizodumu kwa muda mrefu ndani ya mfumo wa afya wa umma nchini Tanzania, Waziri wa Afya, Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, ameagiza kuchukuliwa kwa hatua za haraka kufanya mapitio na kurekebisha pengo kubwa la mishahara linalowaathiri watumishi wa afya kote nchini. Tangazo hilo lilitolewa Januari 5, 2026, wakati wa mkutano na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, ambapo waziri huyo pia alizindua rasmi Bodi ya Wadhamini ya Taasisi ya Saratani ya Ocean Road ORCI. Kiini cha agizo hilo ni wasiwasi juu ya tofauti zisizo na msingi katika mishahara na marupurupu kwa wataalamu wa afya wenye sifa sawa za kitaaluma lakini wanaofanya kazi chini ya taasisi tofauti za serikali. Mchengerwa alielezea hali hiyo kuwa haikubaliki na kusisitiza kuwa inavuruga misingi ya haki, hupunguza morali ya wafanyakazi na kudhoofisha ufanisi wa sekta ya afya ya umma kwa ujumla. Haiwezekani kueleza kimantiki kwa nini daktari bingwa anayefanya kazi chini ya Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI analipwa mshahara mdogo sana ikilinganishwa na daktari wa ngazi ya kati anayefanya kazi chini ya Wizara ya Afya, alisema waziri. Hali hii lazima irekebishwe haraka. Agizo hilo linawahusisha moja kwa moja makatibu wakuu wa Wizara ya Afya na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kufanya mapitio ya kina ya mishahara na marupurupu. Mapitio hayo yanatarajiwa kuzingatia vigezo muhimu kama kiwango cha elimu, ubobezi na ubingwa wa juu, subspecialization. Mapendekezo yatakayopatikana yatawasilishwa Wizara ya Afya na baadaye kupelekwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa hatua zaidi. Haki, motisha na ubora wa huduma. Kwa mujibu wa Mchengerwa, lengo la mapitio hayo si kusawazisha mishahara pekee, bali pia kuongeza motisha na tija kwa watumishi wa afya. Kupitia kuhakikisha malipo yanaendana na majukumu na sifa za kitaaluma, serikali inalenga kuunda mazingira bora na yanayovutia zaidi ya kazi katika sekta ya afya ya umma. Hatua hii, viongozi wanasema, itasaidia kubakiza wataalamu wenye ujuzi ambao vinginevyo wangehamia sekta binafsi au kutafuta fursa nje ya nchi. Watumishi wa afya ni uti wa mgongo wa mfumo wa huduma za afya, alisema waziri. Mishahara na marupurupu yao yanapaswa kuakisi sio tu sifa zao, bali pia ugumu wa huduma wanazotoa na mazingira wanayofanyia kazi. Nchini Tanzania, tofauti za mishahara zimekuwa chanzo cha malalamiko kwa muda mrefu. Watumishi wengi wa afya hususan wanaofanya kazi katika maeneo magumu na ya vijijini, wamekuwa wakilalamikia mishahara midogo ikilinganishwa na wenzao katika taasisi nyingine za serikali au sekta tofauti. Juhudi za utetezi na sauti za vyama vya wafanyakazi zimeongeza shinikizo, na hivyo kuchochea hatua katika ngazi za juu za serikali kujibu malalamiko ya watumishi na kuimarisha afya ya umma. Mpango huu wa serikali unaendana na jitihada pana za kuimarisha huduma za umma kama zilivyoainishwa katika sera na ilani ya uchaguzi cha Chama cha Mapinduzi CCM. Rais Samia Suluhu Hassan amesisitiza mara kadhaa umuhimu wa kuwa na mfumo imara wa afya kama nguzo ya maendeleo ya taifa. Kurekebisha kasoro za mishahara kunachukuliwa kama hatua muhimu katika kuboresha viwango vya utoaji wa huduma za afya na ustawi wa jamii. Katika hotuba yake wakati wa tukio hilo, waziri alisisitiza tena kuwa serikali inasikia changamoto zinazowakabili watumishi wa afya nchini. Alikiri kuwa wataalamu wengi wamekuwa ikielezea wasiwasi kuhusu mazingira ya kazi, malipo na kuthaminiwa kitaaluma. Agizo la mapitio ya mishahara linakusudia kushughulikia masuala hayo kwa mtazamo mpana. Viongozi wanaamini kuwa maboresho ya mishahara yataongeza morali, kuboresha ubora wa huduma kwa wananchi na kuchangia matokeo bora ya afya ya umma. Hii ni pamoja na kuhakikisha upatikanaji sawa wa watumishi wa afya wenye ujuzi katika maeneo yenye upungufu wa huduma, jambo ambalo kwa muda mrefu limekuwa changamoto kwa mfumo wa afya wa Tanzania. Muktadha mpana wa sekta ya afya. Majadiliano ya kuhusu mapitio ya mishahara yalifanyika sambamba na jitihada zinazoendelea kuboresha huduma za afya nchini. Katika hafla hiyo hiyo ya ORCI wawakilishi, wa serikali walieleza ukubwa wa tatizo la saratani nchini. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na mwakilishi wa katibu mkuu wa Wizara ya Afya, Dkt. Omari Ugubuyu, Tanzania ina rekodi takriban visa mapya elfu 45 vya saratani kila mwaka, huku vifo vinavyohusiana na ugonjwa huo vikifikia takriban elfu 30. Dkt. Ugubuyu alisisitiza umuhimu wa elimu kwa jamii na uchunguzi wa mapema akibainisha kuwa shinda hofu na dhana potofu kuhusu vipimo vya saratani ni muhimu katika kuboresha matokeo ya matibabu nchini. Alielezea pia kuwa juhudi za kuimarisha uwezo wa uchunguzi katika ORCI kupitia vifaa vya kisasa zimeongeza kwa kiasi kikubwa idadi ya wagonjwa wanaohudumiwa kwa siku. Aidha, viongozi wa ORCI waliripoti ongezeko la kubwa la wagonjwa kutoka nje ya nchi wanaokuja kupata matibabu. Hali walioitaja ni ishara chanya ya kuongezeka kwa imani katika huduma maalum za afya zinazotolewa nchini Tanzania. Athari kwa sekta ya afya. Wachambuzi wanasema mapitio ya mishahara yanaweza kuwa na athari chanya kwa sekta nzima ya afya. Maboresho ya malipo yanaweza kuongeza uwezo wa Tanzania kubakiza wataalamu wa afya, kupunguza utegemezi wa wataalamu kutoka nje na kuhakikisha viwango vya huduma vinakuwa sawa katika maeneo yote. Hata hivyo, utekelezaji wa mafanikio ya mapitio haya yatahitaji ushirikiano mkuu kati ya taasisi husika, upatikanaji wa rasilimali za kutosha kifedha na usimamizi thabiti. Mapendekezo ya kina kutoka Wizara ya Afya na TAMISEMI yanatarajiwa kubainisha mageuzi mahsusi ambayo yatafanyiwa uchambuzi katika ngazi ya Ikulu kabla ya kuidhinishwa rasmi. Kadri Tanzania inavyoendelea na mpango huu, wadau mbalimbali wa sekta ya afya ikiwemo vyama vya kitaaluma, vyama vya wafanyakazi na watetezi wa sera wataendelea kufuatilia kwa kina kutathmini maudhui na athari za mabadiliko yanayopendekezwa.